Ukizungumzia uongozi namna ambavyo unaweza uh, ukasaidia katika kujenga ustahimilivu, unapokuwa kiongozi bora ni kiashiria ama ni tiketi, au tunaweza tukasema kiongozi bora inampa mtu uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Lakini pia uongozi bora unachajiza ujumuishi, unaweza ukasema ni kiongozi bora alafu ujumuishi watu katika uh, utendaji wako kusikiliza mawazo yao kusikiliza michango yao kusikiliza maono yao, ili kwa pamoja muyaweke katika utekelezaji, ili mweze kufanya taasisi hiyo bora zaidi. Kupitia mradi huu wa Wasili, kwa nafasi kwanza ya uongozi, unapokuwa na inclusion kwenye leadership yako, moja kwa moja inakupa ma mawazo mapya, inakupa mawazo ambayo yanaleta creativity, ubunifu katika usimamizi wako na utawala wako. <tinyo> Karibu PawaPod, sauti ya ushirika na elimu ya fedha. Mimi ni Gloria Anton. Leo tunazungumzia mada muhimu ya ustahimilivu wa fedha. Tunaye mgeni wetu ambaye atatupa uzoefu wake katika SACCOS na pia ni mshiriki katika programu ya WASILI. Atatupitisha katika safari yake nzima ya uongozi ndani ya vyama vya ushirika, yani SACCOS. Karibu sana. Asante dada Gloria. Kwa majina anaitwa Spetimirof Ganglimo, ni mtendaji mkuu wa Lesa Saccos limited na pia ni katibu wa jukwaa la wanawake viongozi wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania. Na vile vile ni mwezeshaji wa mafunzo yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile ni mnufaika wa mradi wa WASILI. WASILI stands for Women Advancing SACCOS Innovation and Leadership Initiative, mradi ambao unafanywa na kutekelezwa na DSIK Tanzania kwa kushirikiana na SCCULT. Na ni mradi ambao ulizinduliwa mwaka huu ishirini ishirini na tano mwezi wa tatu katika siku ya kilele cha wanawake duniani na unalenga katika kuwajengea wanawake uwezo kwenye masuala mbalimbali mbali, hasa ya kiuongozi, ubunifu na teknolojia. Kuhusiana na uzoefu wangu, mimi nina uzoefu wa miaka isiyopungua nane kwenye ushirika na ninafurahi kuwa mwana ushirika. Na ninafurahi pia kuwa na ninyi leo kuwapa elimu kuhusiana na uh, ustahimilivu wa kifedha. Karibuni sana. Sasa, dada Meri, unaelewa nini au mtu akizungumzia ustahimilivu wa kifedha na pia una umuhimu gani kwa SACCOS? Asante dada Glory. Uh, ustahimilivu wa kifedha ni ile nguvu ya kifedha inayompa mtu uwezo wa kuhimili misukosuko ama changamoto mbalimbali mbali za kimaisha tusizozitarajia. Sasa hivi misukosuko ya kimaisha ni ipi? Ipo mingi. Namba moja, tunaweza tukasema magonjwa ya mlipuko kama ambavyo ilitokea COVID 19 katika mwaka ishirini ishirini. Msukosuko mwingine ni lockdowns. Unafungiwa ndani wiki, wiki mbili, mwezi, miezi miwili, haukuwa umejipanga misukosuko mingine tunaweza tukajikuta, umepata ajali ama ugonjwa ambao unakufanya ulale chini kwa muda mrefu bila kufanya shughuli yoyote ya kuingizia kipato. Msukosuko mwingine kufukuzwa kazi. Juzijuzi tu hapa tumeona kumekuwa na mabadiliko ya kidunia ambayo yamesababishwa na mabadiliko ya kiutawala kwa serikali ya Marekani iliyopelekea kufungwa kwa taasisi ile ya USAID. Kitu ambacho hakukuwa na mtu ambaye alikuwa ametarajia kama ilo jambo lingeweza likatokea kwa hiyo ule uwezo sasa wa wewe mtu ambaye unakutana na majanga kama haya, na haya majanga tukumbuke yanaweza kumpata mtu yoyote eh, ule uwezo wa wewe kuhimili hii misukosuko hii mikikimikiki na athari ambazo zinatokana na, na matukio kama haya bila kutetereka, bila kubadili mahitaji yako na mfumo wako wa maisha uliokuwa unaishi nao hapo kwanza, hiyo ndo tunayosema ni ustahimilivu wa kifedha. Sasa una faida gani kwa mtu, kwa jamii, kwa taifa ama kwa taasisi? Faida namba moja ni kumwezesha huyu mtu kukabiliana na haya majanga. Ukiwa na ustahimilivu wa kifedha ambao unachagizwa na kuweka akiba, kuwa na nidhamu ya fedha, eh, kuwa na elimu ya fedha toshelevu, kuwa na uwekezaji salama na vitu vingine vinavyofanania na hivyo, ni kumwezesha huyu mtu kukabiliana na hii misukosuko kama, eh, serikali labda imetoa tamko la kuweko ndani bila kufanya shughuli zozote za kiuchumi kwa mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, wiki, wiki mbili, uweze kuendelea kupata yale mahitaji yako ya, ya muhimu ya kifamilia kipindi chote hicho bila kutetereka, bila kuskip meal, bila kuwa na changamoto yaani watoto wako nyumbani wasione changes yoyote lakini uwezo namba mbili ni kurudi katika ile hali yako uliokuwa nayo pale mwanzo kabla hii misukosuko kutokea. Tunajua kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yetu ni kitu cha mpito, sio kitu cha kudumu milele. Kwa hiyo kile kipindi cha mpito kikipita na ukaweza kurudi kwenye hali yako ya kawaida, inawezekana hapo katikati labda ukatetereka kidogo, lakini baada ya kile kipindi kikipita na ukarudi kwenye utaratibu wako wa maisha wa awali, tunasema ule ni uhimilivu wa kifedha lakini na namna nyingine pia au faida nyingine ni wewe, wewe kuwa na kinga, uwezo wa kujikinga. Tunaona kwamba hivi karibuni pia kumekuwa na elimu ya bima ambayo imekuwa imetolewa, inatolewa kwa watu binafsi, inatolewa kwa taasisi, inatolewa kwa vikundi, inatolewa kwenye makanisa. Bima imekuwa ni wimbo ambao umekuwa ukiimbwa kwa miaka hivi karibuni, naweza nikasema kwa asilimia kubwa, hasa ule uwezo wa kujikinga na haya majanga au na hizi misukosuko kama changamoto ambazo zinaweza zikatokea tusizozitarajia, hiyo pia tunasema ni ustahimilivu wa kifedha. Hapo hapo tunaona kwenye changamoto ambazo watu wanapitia hao, ni wengi wanakuwa ni wanachama wa zile SACCOS. Je, vyama vinawezaje kuwasaidia kuimarisha ustahimilivu wa fedha kwa mtu mmoja mmoja? Okay, nashukuru uh, vyama vya ushirika wa akiba na mikopo vina nafasi kubwa sana ya kuwajengea wanachama uwezo wa kustahimili changamoto mbalimbali zisizotarajiwa za kimaisha na za kifedha. Kwa njia gani? Njia ya kwanza ni kuwa, kuwapa uwanja ama nafasi ya kuweka akiba na kupata huduma za kifedha kwa gharama nafuu. Lakini namba mbili, ni kwa kutoa elimu na mafunzo. Nasema ni elimu, elimu endelevu inayohusiana na maswala mbalimbali mbali ya kifedha lakini namba tatu ni kutoa huduma, kwa mfano huduma za bima na huduma nyingine ambazo zinaweza zikawasaidia kujikinga na haya majanga. Tunaona kuna sakosi ambazo zinatoa huduma eh, ya bima na huduma nyingine ambazo zinawasaidia wanachama kukabiliana na majanga ya namna hii. Lakini namba tatu ni ku, kuwapa usalama wa uwekezaji. Tunajua kwamba uh, soko la uwekezaji ni pana, mwanachama anaweza akawekeza sehemu nyingi anaweza kawekeza kwenye soko la hatifungani anaweza kawekeza kwenye vipande, anaweza kaekeza kwenye hisa, anaweza kaekeza kwingineko kwingi, lakini uh, vyama vya ushirika ndio sehemu salama zaidi na rafiki ya mwanachama kuweka akiba na kuwekeza, kwa sababu kupitia hivi vyama vya ushirika akiba na, na kifedha mwanachama anakuwa na, na, na kofia tatu. Kofia ya kwanza, yeye ndo anakuwa mmiliki kwa sababu unapokuwa mwanachama wa SACCOS utanunua hisa, utaweka akiba, kwa hiyo ndio unakuwa mmiliki wa ile taasisi. Lakini namba mbili, huyu mwanachama anakuwa ndio mtumiaji wa zile bidhaa na huduma ambazo zinatolewa, kwa hiyo ana uwezo wa kupanga huduma na wanaweza wanakuwa na uwezo wa kupanga bei ya huduma na na bidhaa ambazo zinatolewa, bei ambayo ni rafiki, isiyo kandamiza, isiyo umiza, kwa ajili tu ya kuboresha hali zao za kifedha. Lakini namba tatu, anakuwa na na, na, na mdhibiti kupitia mikutano mikuu na kupitia ufanyaji wa maamuzi. Kwa hiyo wewe ukiwa mmiliki uh, wa taasisi unakuwa na nguvu zaidi ya kufanya uh, maamuzi ambayo ni endelevu ya kulinda taasisi, kwa sababu unajua taasisi ile ikiishi kivizazi, maana yake na wewe hali yako ya kifedha inakuwa ni bora majira yote na nyakati zote. Okay, labda tungependa kujua ni vitu gani ambavyo vinachangia hasa kwenye SACOS tukitaka kusema hii SACOS ina ustahimilivu wa kifedha ni ishara gani ambazo tunaweza tukaziona au ni mambo gani ambayo yanachangia kwenye zile kaya au kwenye SACCOS, vitu ambavyo tunaweza tukaviona kwenye vyama vya ushirika au kwa mtu binafsi au kwenye familia au jamii, na vikatupa kiashiria ama uhakika kwamba ustahimilivu wa kifedha upo? Cha kwanza ni ile uh, uwezo wa mtu kuwa na kipato. Mtu anapokuwa na kipato rasmi Uh, ni njia mojawapo ama kiashiria kimojawapo kwanza kinachokuonyesha kwamba huyu mtu ana uhimilivu ama ustahimilivu wa kifedha. Lakini namba mbili ni uwezo wa yeye kuweka akiba. Kama mtu ana uwezo wa kuweka akiba za dharura au kwa malengo maalum, pia kile ni kiashiria kimojawapo kati ya vingi ambavyo vinakuonyesha kwamba huyu mtu ana uhimilivu. Lakini namba tatu, uwezo wa kuwekeza katika maeneo mbalimbali ili k ku uh, ama kujitanulia uwezo wa yeye kupata mapato. Kwa hiyo hivi ni viashiria vimojawapo, lakini uwezo pia wa kupata taarifa za kifedha na kuweza kuzitumia kwa usahihi kwa wakati ni kiashiria pia ambacho kinaweza kikakuonyesha kwamba huyu mtu ikitokea mtikisiko ama msukosuko fulani au changamoto fulani ya kiuchumi ama kijamii, anaweza akahimili na kwa kwa akavuka fulani fulani salama na akaweza kuendelea na maisha yake ya kila siku. Ukizungumzia wa viongozi kama kiongozi wa wanawake au kama kijana bana, nakuona ni kijana ambaye ni kiongozi ambaye ni mwanamke, ni mikakati gani ambao unaweza ukaona wa vijana au wanawake wanaweza ukaitumia kuimarisha ustahimilivu wa kifedha? Mkakati wa kwanza ni uh, elimu na mafunzo. Tunasema elimu haina mwisho na elimu haipatikani darasani tu. Elimu inapatikana hata nje ya darasa. Kwa hiyo kwanza elimu juu ya fedha itolewe kwa rika hizi ambazo umezitaja au makundi hayo uliyotaja ambayo ni wanawake na vijana. Sio tu kutolewa, vijana wenyewe pia wachukue hatua za kutafuta haya maarifa kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba elimu zinatolewa kwenye platforms mbalimbali. Okay. Lakini utayari wa vijana na wanawake kuhudhuria yale mafunzo hiyo ni jambo jingine. Mm -hmm. Kwa hiyo baada ya elimu, mm -hmm. uh, wanawake na vijana tuwe na vyanzo vya mapato, tuwe na shughuli ambazo zinatuingizia kipato then tukishia kuwa na shughuli za kutuongezea vipato, tuweke utaratibu wa kuweka akiba, tusitumie kila kitu ambacho tunakipata. Lakini namba tatu, vijana tusijitenge wala wanawake tusijitenge. Fursa zipo, lakini haulazimishi, hamna mtu anakuletea tonge mdomoni. Fursa zipo, na sasa sisi vijana na wanawake tunatakiwa tuzifate zile fursa, tushirikiane na watu wengine kwenye sekta, tushirikiane na wadau mbalimbali ambao uh, taasisi zao wameziweka mahususi kabisa kwa ajili ya kutoa hizi elimu kwa ajili ya kutoa hizi huduma tushirikiane nao, lakini pia na serikali. Wakati mwingine huwa kunakuwa na kampeni mbalimbali za wanawake na vijana. Sasa wanawake tusijitenge, kwa sababu hiyo ni ujumuishi. Sasa serikali imeona kuna haja, wameleta hiyo ajenda uh, ya ujumuishi wa vijana na wanawake kwenye miradi mbalimbali. Kwa hiyo sisi tusijitenge, wanawake wasijitenge, wanaume pia wasijitenge, ambao wanaume ndani yake kuna vijana lakini kitu kingine uh, kuwe na mifumo ya wazi na mifumo ambayo ni, uh, tunaweza tukasema tegemezi au mifumo imara, tunajua kila kitu uh, ili kipate mafanikio mazuri na mafanikio yale yadumu kivizazi, lazima kuwe na mifumo ambayo tayari imewekwa kwa ajili ya ku give away kwa ajili ya kutoa njia na kutoa mwongozo wa kitu gani kifanyikeje na kifanyike kifanyi kifanya na nani na vitu vingine ambavyo vinahusiana na hivyo. Na kwenye mifumo, maanake ndo kunakuwa na miongozo mbalimbali, sera, sheria, uh, kanuni, masharti na vitu vingine ambavyo vinafanana na hivyo. Kwa hiyo mifumo hii ikiwa imara, ikiwa thabiti, ikiwa ya wazi, itatusaidia vijana na wanawake kuingia moja kwa moja, lakini pia kufanikiwa katika eneo hili la kuwa na ustahimilivu wa kifedha. tumezungumzia vyama. Tumezungumzia ustahimilivu wa fedha katika vyama. Je, kwa uzoefu wako kama kiongozi unaona ni changamoto gani ambazo vyama vinakumbana nazo katika kuweka ustahimilivu kwa wanachama wao, na mbinu gani tuzitumie au tufanye utatuzi gani? Ni hatua gani tuchukue katika kuimarisha huo ustahimilivu wa kifedha? Uh, ni kweli kama ulivyosema, changamoto zipo ambazo zina amisha uh, ule uthabiti na uimara wa ustahimilivu wa kifedha na changamoto mojawapo ambayo inasababisha ili jambo la ustahimilivu kuwa gumu ama likashindwa kufanikiwa kwa ufanisi wake, namba moja kwanza ni watu kuwa na kipato kimoja. Wanachama wengi tunategemea kama mtu ameajiriwa, basi ajira yake ndio kipato pekee anachotegemea kwa ajili ya kupata fedha au kama mtu amejiajiri anauza duka basi lile duka lake moja ndo hilo hilo haja, hakuna ongezeko jingine wala hakuna kitu kingine ambacho kinamuongezea kipato, kiasi kwamba kama mimi ni mwajiriwa nikipoteza ajira, maana yake automatically napoteza chanzo cha mapato na hata nitashindwa kuchangia uh, zile uh, shughuli za kiuchumi za chama. Changamoto nyingine ambayo tunayo ni utayari wa watu katika ku leo. Anaweza asionekane nyumbani kuanzia leo Jumanne ataonekana siku ambayo mshahara umeisha. Na hapo mshahara ulipoingia tuashume, sasa labda huyu mtu hajakata kwenye mshahara moja kwa moja, labda akiba au haja madeni yake na vitu vingine. Kwa hiyo utakuja kuonekana saa ambayo kipato hana, ameishiwa kabisa na hawezi hata kujimudu tena. Kwa hiyo tunasema ni matumizi mabaya au kukosa nidhamu ya fedha. Changamoto nyingine ambayo tunayo naweza nikasema ni, ni mifumo tu ambayo haija Tunashukuru yani, uh, serikali yetu imeendelea kuboresha mifumo, lakini vyama vyama chama uh, kimoja kimoja kimeendelea kuboresha mifumo yake ya ndani mm. Lakini kuna baadhi ya vyama pia na jamii ambayo mifumo yake bado haijawa wazi wala haijawa imara ambayo inatoa mianya ya kukwamisha ustahimilivu wa kifedha. Sasa, nini kifanyike? Cha kwanza elimu. Yani, narudia tena kusema elimu, elimu, elimu. Yani hatuwezi tukawa na jamii ambayo ina mabadiliko chanya, hatuwezi tukawa na, na jamii ambayo imeboreka pasipo kutoa elimu. Kwa hiyo elimu ya fedha, elimu inayohusiana na masuala ya fedha itolewe, na kama inatolewa basi iongeze, yani ile juhudi za utoaji na kiwango cha utoaji kizidi kutolewa, kwa sababu maisha ni fedha. Yani huwezi kutenganisha maisha na fedha na, kama maisha ni fedha, maana yake bila kupata elimu toshelezi ya fedha automatically tutakwama. Kwa hiyo elimu, elimu, elimu, uwekezaji kwenye elimu na mafunzo kuhusiana na eh, jambo hili la kifedha. Lakini namba mbili, uh, tujitahidi kupata taarifa sahihi kwa wakati za kuaminika na kutegemewa zinazohusiana na fedha hizi zitatuwezesha katika kufanya uh, machanganuzi wa haya wao wanasema analysis, zitakusaidia wewe kufanya analysis ama tathmini na machanganuzi mbalimbali ya vitu ambavyo unavitaka kulingana na vipaumbele ambavyo utajiwekea. Namba tatu, kuwa na mipango ya muda mrefu na, na muda mfupi, ni vizuri uh, mtu binafsi uh, familia, taasisi na jamii, hata taifa, kanisa na dunia kuwa na mipango. Unapokuwa na mipango inakupa wewe mwanga um, wa kitu gani ambacho natarajia kukifanya katika kipindi cha muda mfupi, ndani ya mwaka, ndani ya miezi mitatu, ndani ya miezi sita, lakini pia itakupa mwanga pia wa kitu gani ambacho unatarajia kukifanya katika miaka mitatu, mitano, kumi, ishirini, thelathini ijayo. Tumeona uh, unapokuwa na mipango inakusaidia wewe u, kufanikisha yale malengo ambayo umejiwekea, lakini usipokuwa na, na, na, na, na, na mipango ni ngumu kufanikiwa. Ndo maana kuna msamiati ama msemo ama nahau inasema, mali bila daftari huisha bila habari yeah. Kwa hiyo tuwe na mipango, mipango tuiandike na tuisimamie. Lakini namba tatu solution nyingine ni kuwa na nidhamu ya kuhusiana na masuala ya fedha, kwa sababu unaweza ukawa na elimu kabisa, umepata elimu aidha chuo kikuu ama elimu ambayo sio kwenye vyuo maanake, nasema sio elimu rasmi ambayo unaipata kwenye taasisi au, au chuo moja kwa moja, lakini yale maarifa unaweza yasikuwe na yasiwe na, na msaada wowote kwako kama hutakuwa na nidhamu. Kwa hiyo tuzingatie pia nidhamu ya fedha ambayo nidhamu dh, ni ya fedha ndani yake inajumuisha vitu vingi, inajumuisha kuwa na vipaumbele vyako, inajumuisha kuwa na bajeti, inajumuisha kuwa na, na, na, na taarifa toshelezi, inajumuisha yani ni mjumuiko wa vitu vingi ndani yake. Tumezungumzia wanawake, tumezungumzia vijana. Nini maoni yako kuhusu vyama vya ushirika na ustahimilivu wa kifedha? Kwanza tunajua kuna msingi namba tano ambao unasema elimu, mafunzo na taarifa ule msingi. Kuna baadhi ya vyama ambavyo haviutekelezi ipasavyo. Kwa hiyo uh, namba moja ni kuhakikisha inatekeleza ile misingi ya ushirika katika uh, u, u, u, mpangilio wake katika umoja wake katika utimilifu wake bila kuipa uh, baadhi ya misingi kipaumbele na misingi mingine kuiacha nyuma. Kwa hiyo tutekeleze ile misingi ya ushirika hasa msingi wa namba tano wa elimu, taarifa na mafunzo lakini namba mbili, vyama vya ushirika viweze kuwa na, na utaratibu wa kufanya tathmini ya mahitaji ya wanachama wake. Tunakuwa tunaona kwamba e, kwenye vyama vyetu tunatoa mafunzo lakini wakati mwingine sisi tunatoa mafunzo kulingana na sisi wenyewe maono yetu au matamanio yetu, hatupati nafasi ya kupitisha dodoso kuwauliza wale wanachama ni kitu gani na kitu gani ambacho wangependa kukifahamu ambacho kwa kuwa wao kukifahamu kingetatua matatizo haya ya, ki, ya, ya kifedha, ambayo tunaona vyama vingi na wanachama wengi kwenye vyama unakuta wana mikopo ndani ya vyama, lakini pia wana mikopo kwenye taasisi nyingine nyingi tu, kwa sababu ya kukosa ile taarifa ya kinifu na taarifa zinazotosheleza kuhusiana na elimu ya kifedha. Lakini namba tatu, eh, vyama vya ushirika vitanue wigo Siku za hivi karibuni taarifa ya, ya, ya, ya utendaji wa vyama ilizinduliwa na tunaona kwamba outreach ya vyama vya ushirika kwa jamii bado ipo chini. Kwa mujibu wa takwimu za, za sensa, inaonekana Tanzania ina populesheni ya watu karibia milioni sitini na moja, lakini ukiangalia wanachama ambao wapo kwenye vyama vya ushirika hawafiki hata milioni tano. Kwa hiyo unaona bado vyama vya ushirika vina nafasi kubwa ama vina kazi kubwa ya kufanya katika kuhakikisha vinafikia vina jamii kwa ukubwa wake na kwa mapana yake kwa vile vyama ambavyo bado havijafungua mafungamano vifungue mafungamano vitanue wigo vitoe elimu uh, ili tu, tu, tufikie watu wa Tanzania walio wengi, na kwa kufikia wa Tanzania walio wengi tutabadilisha jamii zetu, kwa sababu watu watapata elimu toshelevu si ya fedha tu na elimu nyingine za msingi za kiuchumi, za ushirika, za kijamii ambazo zitasaidia ama zitasaidia jamii zetu kuwa na jamii bora lakini pia jamii ambazo ni endelevu na jamii ambavyo ambazo zimestaarabika na kuelimika kama tunavyoona kwenye mataifa mengine kwa namna ambavyo wamefanikiwa. Asante dada Mary, um, tulizungumzia mwanzoni kwanzia tunaanza upo katika programu ya WASILI kama kiongozi ambaye unapata mafunzo kwenye ile programu ya WASILI, je haya mafunzo haya ya WASILI au katika hii program inawezaje kuja kusaidia ustahimilivu wa kifedha katika jamii au katika sakosi, wewe kama kiongozi? Tuiangalie WASILI na viongozi wake miaka miwili au mitatu mbele ya. sali zuri na ni kweli mimi ni mnufaika wa WASILI uh... Na namshukuru Mungu ina ina pia na ninashukuru pia SCCULT na DSK kwa kutupa nafasi hii. Na kama nilivyosema mwanzo, mradi huu unalenga katika kujengea wanawake uwezo kwa uhusiana na masuala ya uongozi, lakini pia ubunifu na matumizi ya teknolojia kwenye taasisi. Mm -hmm. Ukizungumzia uongozi namna ambavyo unaweza uh, ukasaidia katika kujenga ustahimilivu, unapokuwa kiongozi bora utakusaidia yaani moja kwa moja Uh, ni kiashiria ama ni tiketi au tunaweza tukasema kiongozi bora, inampa mtu uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, lakini pia uongozi bora unachajiza una una ujumuishi, uwezi ukasema ni kiongozi bora alafu ujumuishi watu katika uh, utendaji wako kusikiliza mawazo yao kusikiliza michango yao kusikiliza maono yao, ili kwa pamoja muyaweke katika utekelezaji ili mweze kufanya taasisi hiyo bora zaidi. Kwa hiyo kupitia mradi huu wa WASILI, kwa nafasi kwanza ya uongozi, unapokuwa na inclusion kwenye leadership yako moja kwa moja inakupa ma, mawazo mapya, inakupa mawazo ambayo yanaleta creativity ubunifu katika usimamizi wako na utawala wako, ambayo haya mawazo anaweza akachajiza kuwa na, na, na, na, na product ambazo zitaongeza mapato kwenye taasisi. Lakini pia kupitia ujumuishi kunakuwa na ile ownership. kwamba ninyi wote mnakuwa ni wamiliki wa ile taasisi, kwa hiyo inakuwa ni rahisi ninyi kuwa kujenga taasisi moja kwa sababu mna nia nia moja, na kwa sababu kumekuwa na ule ujumuishi wa makundi yote kwenye taasisi. Lakini kupitia uh, innovation wiki yetu kwa tunajifunza kuhusiana na digitalization, uwezo ukasema innovation ukacha digital. Kwa hiyo kupitia digitalization tunaona kwamba kuna una uwezo zaidi wa kuwa na, na, na products nyingi zaidi, kwa sababu kila kitu kinafanyika online kwa wazi, lakini pia kina kwa sababu ya ufanisi, kupitia ule ufanisi kutasaidia ninyi kupata mapato zaidi ya yale ambayo tulikuwa tunategemea mwanzo ya kupitia tu riba juu ya mikopo. Lakini pia, aa, kupitia huu huu mradi wa Wasili kwenye kipengele cha ubunifu, unapokuwa na, na uongozi bora, unapojengiwa uwezo wa kiuongozi, unapokuwa uh, unapo na matumizi mazuri ya tehama na mifumo kwenye taasisi, moja kwa moja inachagiza vitu vingi, yani tunaona kwamba ni vitu ambavyo vinategemeana ambavyo kwa pamoja kwanza vinajenga vinamjengea mwanachama imani kwenye chama chake, kwa sababu ya ule uwazi ambao unakuwepo, lakini kwa sababu ya ule usawa ambao unakuwepo. Kwa mfano ukiwa na, na, na, mifumo mizuri ya uendeshaji na, na utoaji wa huduma, mtu anaweza akaingiza taarifa zake, wewe unapofanya tathmini, unavyomfanyia yule mtu tathmini, ule mfumo kwa sababu ya vile vigezo ambavyo mekuwa me, meviweka automatically yenyewe yote vinaweza vikamchuja. Kwa hiyo akajua pale hakuna upendeleo wowote, kwa hiyo inapunguza migogoro ambayo haikuwa ya lazima. Lakini pia uh, kupitia mradi huu wa WASILI kwenye kipengele hicho hicho cha digitalization, tunaona pia ni sehemu ambayo mnaweza mkafanya vikao hata kila wiki throuh online meetings tunaona, kuna Google, kuna zoom, kuna vitu vingi, kuna platfom nyingi ambazo mnaweza wa uh, mna uh, masuala mbalimbali ya kifedha yatawajengea nidhamu nidhamu ambazo zitawapa uh, nafasi ya kuweka akiba zaidi, na kwa sababu wanakuwa wanapata huduma uh, uh, kwa wakati bila upendeleo, na mahitaji yao yanatimizwa yana na, na, kama wanavyotaka mm. Automatically wao wanakuwa na, na nguvu ama ujasiri wa kuweza kushiriki zaidi katika yale masuala ya, ki, ya kiuchumi ya fedha, ambayo hiyo ni miongoni mwa misingi ya ushirika. Nadhani msingi namba mbili au namba tatu mm. lakini pia Uh, itawapa uwezo wa wao kulipa madeni yao kwa wakati, kwa sababu unapokuwa na nidhamu ya fedha, unapokuwa na elimu na maarifa toshelezi ya fedha, automatically kuna mikopo ambayo utaidhibiti ili tu uweze kubaki kwenye mstari, uweze kurejesha kwa wakati kulingana na mipangilio na masharti na vigezo ambavyo mmejiwekea kwenye chama. Kwa hiyo moja kwa moja inajenga ile financial soundness ama uhimilivu ama ustahimilivu kwanza wa kifedha wa taasisi wa ndani wa sababu pia itapunguza utegemezi na kuwafanya pia mwendelee kuwa independent, mweze kufanya shughuli zenu kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yoyote wa nje, na itawapunguzia pia gharama nyingine za ukopaji kwa kutokukopa kwenye taasisi nyingine za kifedha, kwa sababu mwanachama anapokuwa amejenga imani na chama automatically atakuwa proud ya chama chake na atakuwa yupo tayari kuwekeza kwenye chama chake kwa hiyo mahitaji yake yote atakuwa anahakikisha ana anayapata ndani ya chama mpenzi mtazamaji tumesikia mambo mengi kuhusu Wasili kuhusiana na uongozi tumesikia vitu vingi kuhusiana na ustahimilivu wa kifedha amegusia pia elimu ya fedha lakini ningependa kumuuliza dada Mary, nini maoni yako? Tumeona programu nyingi zinatolewa, tumeona mafunzo mengi yanatolewa, nafasi nyingi sana za kujifunza metolewa. Unawapa maoni gani vijana wanawake, wanaopenda kushiriki kwenye miradi kama hii, kama miradi ya ustahimilivu wa kifedha, miradi ya elimu ya fedha, mradi wa Wasili elimu? Asante. Uh, uh, mimi maoni yangu kwa husiana na swali ulilouliza kwanza ambacho napenda kwa kuwashauri vijana na wanawake ni kuchangamkia fursa. Fursa zinapotolewa usikae pembeni. Kwa mfano mradi wa Wasili fursa ilikuja kwa wote, changamoto iliyokuwepo ama, uh, kriteria pekee ambayo ilikuwepo ni age. kipengele kilikuwa kinasema kwamba wanaopaswa kuomba ni wenye umri kuanzia kwa miaka arobaini na tano kushuka chini, na kwenye sekta yetu hii ya ushirika vijana ni wengi, wanawake hmm. ni wengi lakini tunaona wakati uh, fursa hii ilipotoka ni wachache sana wali apply. Ikapelekea wadau kuongeza hadi muda wa maombi mara mbili. Mm, kwa nini waliongeza ni kwa sababu watu hawakuchangamkia fursa. Yeah. Nimesema mwanzo kwamba fursa zipo lakini hutuletewa mdomoni. Yeah. Kwa hiyo tujitahidi, uh, fursa zinapotoka tuzichangamkie, tusijitenge, tusikae mbali kwa sababu kupitia fursa hizi tutapata mafunzo, mafunzo ya kifedha na mafunzo ya kiuongozi, mafunzo ya kuhusiana na maendeleo ya teknolojia na vitu vingine ambavyo vinahusiana na teknolojia. Haya mafunzo yatatujengia sisi tabia ambayo itaendana na mafunzo yale. Kwa mfano mimi ninaposhiriki ni labda mafunzo ya kifedha ambayo unakuta kule tunafundishwa kuhusiana na uwekaji akiba, kuwa na kipato zaidi ya kimoja, sijui kuwa na nidhamu ya fedha, kuwa na bajeti, kujipanga kuelekea kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ustaafu, yani, mm. Kwa mfano nikahudhuria semina tano, mm. Siamini kama katika semina tano hizi vyote hivi nifundishwe nisitekeleze hata kimoja, okay. mm. Kwa hiyo unapohudhuria, unapopata mafunzo kutokana na miradi kama hii, inakujengea wewe tabia ambayo ni nzuri itakayokusaidia wewe kuwa himilivu kwenye masuala ya kifedha. Sasa hizi tabia ambayo ni nzuri ambayo itakujengea kulingana na elimu uliyoipata itatuletea matokeo chanya kwako wewe binafsi, kwa taasisi, kwa jamii na kwa taifa. Asante sana Dameri. Tumefikia mwisho wa episodi yetu hii ambayo ilikuwa ina mada kuu muhimu ya ustahimilivu wa fedha, lakini natarajia mpenzi mtazamaji utakuwa umejifunza vitu vingi sana katika elimu ya fedha, wanawake viongozi, um, katika programu ya Wasili utakuwa umejifunza namna ya kuimarisha ustahimilivu wa fedha katika familia, mtu binafsi na mpaka kwenye ngazi ya kijamii, lakini hasa tumegusia katika vyama vya ushirika ambavyo ni SACCOS. Tunasema asante kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe katika youtube channel yetu ya SCCULT Online TV, follow Instagram yetu na TikTok page Podcast. Ambao like, comment and share, ili mazungumzo haya na mengine yazidi kuwafikia ya wengi zaidi. Asanteni sana, tukutane kipindi kijacho.